Msafara wa jipange jipange na Viusasa umeingia kaunti ya Murang'a kwa kishindo. Wakazi walijitokeza kwa kujumuika na watangazaji wa Inooro FM na Radio Citizen katika shamra shamra za kuadhimisha miaka minane ya Viusasa. Na kwa shilingi hamsini wanazotumia kujiunga kwenye jukwaa la Viusasa wanapata nafasi ya kushinda hadi shilingi milioni mbili. Mwandishi wetu Steve Shitera anaungana nasi mubashara kutoka kaunti namba ishirini na moja. Shitera, kama unanisikia Shitera, kama unanisikia kutoka kaunti ya Murang'a kutoka, uh, kutoka studio. Eneo hili ni eneo la Kiriaini ambapo msafara wa jipange na Viusasa umeng'oa nanga na bila shaka ni katika kaunti ya Murang'a. Uh, jipange na Viusasa ni shamrashamra tu ambazo zimeandaliwa kwa ushirikiano na kampuni ya Royal Media Services kuhakikisha kwamba watazamaji wa vipindi vinavyosisimua mno kwenye kiunzi cha Viusasa wanapata fursa ya kuweza kujishindia kwa kuwa waaminifu, na inasemekana kwamba shilingi elfu hamsini kila siku, shilingi nusu milioni kila wiki na mshindi mkuu atatia kibindoni shilingi milioni mbili. Niko na mmoja ambaye tu uh, mkazi wa eneo hili ambaye amekuwa uh, kwenye msa, msafara huu, utatueleza majina na utueleze e, msafara umeuona vipi hapa Kiriaini, kwa majina nitakushikia. Kwa majina, naitwa Zablon Duku, kaji ya Kiriaini na mimi ni mshindi, na leo nilianza vile walifika hapa, akasema kama uko na simu yako ufungue pale kwa mtandao uweze kufungua na nikafanya hivyo, nimeweza kushinda elfu tatu, kashinda t-shirt na nikashinda kofia. Na mimi nasema kila mtu ni mshindi. Mshindi labda ah, unajia, unajionea vipindi kwenye Viusasa eh, Viusasa imekuwa ikinisaidia sana mimi kama kijana mdogo, imekuwa nikirekodi video zangu nazituma pale na mtu anaweza kujionea. Kwa hivyo mimi nasema kila mtu ajipange na Viusasa, asante sana. Bila shaka huyo ni mkazi ambaye amekuwa akisaidika na Viusasa Inooro FM mashinani jipange na Viusasa, ujumbe ni upi? Asante sana, Steve, mimi kwa jina naitwa Wamboi Gedongo na tumeshukuru sana kwa wanakereini kwa sababu wametupokea kwa roho safi kama vile walivyozoea, na tumefurahi sana kuwaletea jipange na Viusasa ambayo itakuja kubadilisha watu wengi sana maisha. Kuna wenye watapata vipindi pengine, unajua watu ni wakulima hapa, mtu programu yake ya farming imefanyika kama kwa shambani, anataka kukatch up anataka kuona vipindi za daktari, so hatutaki wa miss chochote, tunataka wakae kwa Viusasa, wakue entertained, wakue informed, bila shaka wakuwe washindi. A, bila shaka a, Radio Citizen pia inashiriki katika msafara huu. Atea, umejionea vipi mlimani? Kwa hakika ni furaha kwa sababu hii ni fursa ya kukutana na wasikilizaji wetu. Unajua kwamba Royal Media tuna uh, TV, TV, Ramogi TV, Inoro TV na tuko na vituo vingi vya redio kwa hivyo kupata fursa kama hii na kutana na mashabiki wetu inakuwa ni furaha na kando na kukutana nao pia vile vile wamepata fursa ya kujishindia na kila mtu ni mshindi hata wale wako nyumbani ambao hawajapata nafasi kufika kwenye msafara yeye aendelee kushiriki ndani ya jipange na Viusasa maana yake pesa zipo kuna wale anashinda hapa kuna wale anapata kama tujafika kwa tauni yenu tunakuja ni furaha kubwa sana Uh, bila shaka uh, hayo ndivyo, ndivyo mambo yalivyo katika uh, eneo hili la Kiriaini uh, kuna watu tu wengi ambao wananufaika kutokana na, na Viusasa na bila shaka eneo hili ni la kilimo. Na niko na mkulima namba moja hapa anaitwa Kimiti. Kimiti, yeah. Umejionea vipi msafara huu tangu tulipoanza? Nasema kwamba shukrani kwanza kwa wale wote ambao wanajitokeza kwa kuweza kuwa washindi na pia zaidi ya hapo kwa wale ambao wanahakikisha ya kwamba mahali ambapo tunafika tunapata, wametungoja na wote wako na tumaini ya kwamba wataweza kuwa washindi tukimaliza uh, mzunguko wetu wa Kenya mzima. Bila shaka ni mzunguko ambao unapania kuzunguka kila pembe kuhakikisha kwamba Viusasa uh, inakupa wewe kando tu na vipindi vya kusisimua inakupa pia nafasi ya kujishindia. Kwa hivyo uh, kutoka eneo hili la Kiriaine, kaunti ya Murang'a sina la ziada, na kurudisha moja kwa moja studio. Steve Shitera huyo kutoka kaunti namba 21 akiwa na msafara wa Viusasa Tupati.